Yalo. Kwero wate ya peri siwa Wanjohi wa kigogoini? Eee, Bro Favour TV. Hey. Kwa ana ate Neko ya kafi yoko kwa Bro Favour TV. Leule. Eee. Nani kwa da kwa liya nawe? Eee, eto ndaiwa niyo kwa toa dhaga na soto uwe kaga. Hey. Eee, hey. hey. hey. kwa kwa dhaga muno? Eee, tuma na soto studio kwa Bro Favour TV. Eee. Kutuwa soka toa uwa mutumia Wanjohi wa kigogoini ni alatu ee nie nie ni ngo gwethaga ee ee tondo ni ndaigua wa oria wari wa Wanjohi wakua niakwaritie gwa Kameme hey, ee na ndamoigua akiaria na muthoni wa Kirumba ee na ni ndaigua tondo nani onani nithikiriirie ee na ohoro ucio nie ndunagenia kyaugirie atia nijiguirie keha wa Kirumba ndetwakamwira ati nie gotire kendo ndagaga gwake onaheaga nginya ngiri ikumi aha na akagura irio nakahe ciana ciakwa na ciana ciakwa maundu mothe ee oguo njiguire akira wa kirumba rumba aha no ni nguga gwendaga gatirire Broo Favour ee kana hote kwaria na wa kirumba ri ri o wewe wewe tapeli cio renda kwaria na wa kirumba ee ni ndenda kwaria na wa kirumba ee ee nigetha aigwe nake aigue mwena wakwa na tondo tv no ito igwe ka wiri era nä hä ndä ä ngä wakiuga andå arä rä erainä rä utha icio å menya wä rä erainä ni ati uhoro å wa kirumba tauga å renda kwira wa kirumba nigetha agwethe ni ndirenda kwira wa kirumba atiriri ee oguo Wanjohi a kå ona ni aigue mwena wakwa wa kirumba agwethe wa kirumba umwire nä årio nä na tondo ni mutumia Eh. otaniria e. mama da anjethe nigetha twaranirie niguo gutiga tuike ati mwena nienenie nguhinyiriria mwena wakwa tondu we niaririe kameme na nui kameme kameme gathi a fururi wothe ee ona we ringi nowende kwiguika kameme Nie noonyete kuiguika na nani nigetha ngiheane mawoni makwa niguo alafu no amenya wamenya korwo wa njohi no etikira kwaria mari. Eh no kwira gwoma nituraga aha uh -huh. korwo no etikire kwaria ma kwariama-ri niguo mucii wake no urugame niguo ona ni njariema inyuothe mwarie ma ithuothe twarie ma niguo hatiu gu korwo na mundu urehithira uri okay. Ee. Tondu wa Njohi araria nio nii tondu nethikiririe makiaria na Wakirumba ri Ee deto icio ciothe amwirire ri. Niguo nii gu tiri ndu ndi reki ra mu konde u horo wa ma ni guo kwethawa hakuga ati ni aheaga ngiri ku mi ri aku hea cigana he ngai Broo Favour reke tu tiga kwaria mu no i tu gacigui ra kameme reke mu cigui re kameme-ini i ria wa kirumba jethe koguo wi na cai ri nacai onani no nyende tu nyuani re nao I? Ni getha onani chai wakwa akenya nisi mauthikiririe niguo niguo matiae withikiririo chai wa Wanjohi niguo Profesa agetuagwo niene nie momaraya ee hey. tondo wagethikiriria karogano kau Wanjohi araheana ando aingi marauga mutumia ocio wa Wanjohi ni mumaraya muno hey, no ee Niguo. E, e, niguo ndaraigua ando makiuga niguo makauganie nde mumaraya hey na ni hatire hando ni hurete umaraya tondu na korwo ni kuhura umaraya hey. tene oinga ni ni kugeria ni tondu TV njui ka furori wothe Eh. Kaforo, hey. na vidio no yes. koro, ajare, liya, oriakua, ni njui ni gukinyira wa kirumba wa kirumba anjaririe o niguo akwa oteka niguo tondu ngwenda kumwira mayakwa na ni ngwaria mahari eri. Eh. Hey.

ndake mwera korwo nani mwana wakwa na onyede kuiguika ni guo ni getha gutiga ke we tareke ngwire rucio ni ugakorwo u kiiguika kuria a gwaka Kameme madagu thaiganä ngakena tondu ithi twi tat nawe niwaria nigetha waria na muthoni tondu tondu ni njui mu ni ma muthoni ni akanjigua Niguo. ri. Niguo. No mutumia otanie niguo. tondo ndi mucokeria ngatho tondo ni njiguaga ni athikagiriria a Kenya mono ee na ni atetagira andu mono na ni ndimuthikiririria matuku maingi na tareke ngure ithui twita mucio wa wa Broo Favour TV ni tugutigirira ni mwaraniria. Ee nigetha turundu tu ngienda tuigue maundu mothe ni magirira nitwakena muno nikwaraniria na ithio mucio wa Broo Favour TV na Ngai akorathime muno perisi wa kigogoini na wetereree kuma rucio na muthoni eyo ni igana kwa igana Ngai akorathime muno perisi wa kigogoini Ameni